Wote sisi wa Tanzania umtu tunafanya nini? Wote sisi ni wa Tanzania tunaongea kwa manufaa yetu wote, jamani. Mimi mimi na nukuu maneno ya rais, unaauka unasema tusiongee viongozi wa zamani. Tumuongee nani? shetani wa zamani? Tumuongee nani? Mungu wa zamani? Tumuongee nani? tungekuwa sisi tunatawala, mkitusema na sisi hamwezi kutusema sana, kwa sababu hatutawali. Nyie ndio mnatawala, tupani fursa ya kuwarekebisha, na hapo ndio pakusemea. Nataka niamini, nataka niamini, nataka niamini, niamini rais tulionaye ni mzalendo. Nataka niwe na hiyo assumption, rais tulionaye anapenda watu. Mheshimiwa Naibu Spika, najiuliza kwa pala mliompa rais ya kusimamia rasilimali za nchi hii, si siku moja anakuja rais ambaye sio mzalendo kama Magufuli nataka niamini hivyo. Anatokea hata upande huu, inawezekana akatokea hata Chadema kwa sababu huko ako malaika, anaweza akatokea Kafu kwa sababu Kafu hakuna malaika, akatokea raisi sio mwaminifu. Mmempa power ya kumeneji na kusimamia rasilimali zote, na mkawekea bunge masharti nafuu kuhusu simamizi huo, taifa hili litauzwa. Mnapotunga sheria Amtungi sheria kumwangalia rais aliyoko madarakani. Mnatunga sheria kwa assumption kwamba anaweza akaja rais ambaye sio malaika kama mlio naye, na siku moja taifa hili likaingia mahali pabaya. Na hili ndio angalizo tunataka mliangalie. Tukiongea mnafikiri tunawachukia, tunawachukiaje? Saidiani taifa hili, yale ambayo mimi nimeshiriki kwa dhamira njema na sasa yanatumika vibaya, na kila sababu ya kuomba samahani, nisamehe, nilifanya kwa dhamira njema, lakini sasa litakuwa jambo baya. Naomba mnisamehe sana, mbele yenu na mbele ya Mungu. Sasa tusimame, tuipende nchi yetu, tusimamie. Hakuna kwenda kwenye uchaguzi mpaka tumezungumza. Watanzania wote tusimame pamoja, tuseme hakuna uchaguzi mpaka tumezungumza. Mkiacha kuendelea mmeliwa. I have played my part, nimetimiza wajibu wangu kuwaambieni, mkienda mnashiriki kiini macho.